Nazungumza katika mazingira ya kawaida hapa. Sasa ndipo tunapoona kuna watu ndani ya kanisa wameokoka, ni watumishi wenzangu kabisa. Wengine ni praise team kama hapa, anaimba vizuri, ameokoka kabisa, lakini kuna dhambi inamtesa kuliko kawaida. Ni mhubiri mzuri kama mimi, mwinjilisti, lakini anatia mkono kwenye kapu la sadaka. Ni mwinjilisti mzuri kama mimi, lakini ni mzinzi mpaka watumishi, mtakaa mtamsema, acha hii tabia, acha hii tabia itakuharibia utumishi, lakini anasema kweli, na mimi mwenyewe sipendi hii tabia. Afike hapo getini tu akuone, amwone mdada yoyote tayari. Kitu gani kinamtesa huyu mtu? Dhambi ikaayo ndani yake, asili ya likotoka, asili ya Mwebrania wa Mwebrania. Aleluya, Mungu atusaidie kanisa. Kitu gani kinakutesa? Ni baba kabisa. Hebu fikiri sasa, fikiri wewe ni mama, unapambana na huyo mzee aache pombe, unapambana naye, acha pombe, acha pombe. Akiwa hajalewa leo anakiri, hata kaa airudie. Haipendi lile nilipendalo silitendi, ila lile nisilolipenda ndilo ninafanyaje. Anakwambia leo nimekunywa, hii ndio ya mwisho mke wangu apite hapo, aone friji liko pale. Yesu anakwambia leo nakunywa moja tu. Anaingia ikishakuwa e, ni moja isi moja tena mpaka analalia. Anakuja tena saa saba anakwambia mke wangu, mimi sijui nini kimenipata leo. Nilisema nakunywa moja tu. Nini kimekufanya hapo? Yani nilipoona tu hata lile tangazo hapa, bwana paliita hapa. Sasa dawa ya huyo mzee au dawa ya mlevi kwa namna hiyo, sio kupambana naye kwa maneno Fikiri sasa fikiri. Ninaomba watu wa Makabe nisamee, mimi mi sina mahali pengine pa kutolea mfano zaidi ya kwenye kabila langu. Kwa kama wewe sio kabila la Kichaga, naomba uwe na amani nikitoa mfano wa kwetu, sawa eh? Sio, sina jamii nyingine naoijua, lakini najua mazingira ya kwetu ndiko nilikokulia. Sawa jamani. Asasa, ya, yu kufikiria, natoa mfano wa huko huko nyumbani kwetu. Fikiria huyu mzee labda ni mume wako au ni mke wako. Asili ya kwao ni Mchaga wa Wachaga, unanielewa? Unanielewa vizuri, ni original kabisa. Alipozaliwa alikuta pombe haiuzwagi, yani pombe ni kama supu tu, imepikwa hapo nyumbani, unanielewa? Wakati huo minakuambia ukweli, mazingira yetu sisi wakati huo mtu akienda kununua pombe kilabuni ni ameamua tu kwenda kukutana na wanaume wenzake, lakini sio kwamba nyumbani haipo. Ameamua tu kutumia pesa yake, lakini nyumbani ipo. Yaani utakuta hapa kwa Beni Mmari ipo, hapo kwa mchungaji Ema ipo, pale kwa mwinjilisti wetu pale kuna mbege. Kwa hiyo ni habari ya kukaa tu kuonjeana tu kwamba nani leo katisha vizuri, ipo Alafu huyo mzee ndo amezaliwa hapo, amekuwa kakijana kijana, kama vile ni wakipaimara, ndiye anayetumwa kwenda kukamua. Unajua, ndizi ikishachemka inatakuwa ikamuliwe, itoke juisi yenyewe ya ndizi. Tuko pamoja? Ndie anayekamua huyo mtoto. Eti kwa kulinda asinywe pombe, wanampa ile mbege ambayo haijaiva vizuri, tayari mbegu inakaa kwanza. Hapo ni mbali sana hapo, ni mbali sana hapo, mpaka amefika kukamua wakati akiwa mdogo kama mwanangu pale saa hizi, anasumbua anasumbua sumbua ukimweka hapa amefika hapa na mama anataka kulima anataka hiki hi, hi kiploti hapa leo akilime kama ni kahawa achume mama anaona mtoto anasumbua ya nini kuhangaika anampa kikombe cha mbege mtoto analala mpaka saa tisa jioni kwa hiyo mama anaanza kazi saa tatu mtoto anapigwa kikombe cha mbege analala mama mpaka anaweza kazi zote ndo anakuja kumwamsha kalilewa sasa kalizaliwa kwenye hayo mazingira, mchaga wa wachaga. Leo namwambia tu kwa maneno yako, nadhani utamwachisha pombe? Subutu, fikiri hayo ndio maisha. Amekuwa anakamua mbege anamaliza, anakuwa mtu mzima, mtu mzima anakuafika hapo saizi ya Sunday school kipaimara, mbege. Sasa aitishwe nyumbani, bibi anamtuma kilabuni amenenda akirudi na kidumu chenye mbege akifika, ha hapo katikati anapiga ha kwanza pafu mbili tatu, halafu anajezilishia kidogo na maji, ndio anafikisha nyumbani. Bibi anamwambia tena ah, mjukuu wangu pole sana, anamwekea tena kwenye kikombe. Leo amekuja hapa mjini amekutana na wewe, unasema sitaki mwanaume mlevi, hiyo pombe zitakumaliza unadhani utamwachisha kwa maneno yako? Unajisumbua, shughulikia ya asili. Sasa ondoa hapo pombe, weka kingine weka kingine, weka kingine lile analolipenda, hatendi lile asilolipenda, lile analolitenda ye mwenyewe anaona madhara ya pombe. Ye mwenyewe anaona jinsi pombe ilivyoshusha uchumi wa familia. Ye mwenyewe anaona jinsi pombe ilivyoharibu hadhi yake na heshima yake kwenye mtaa. Ye mwenyewe anaona, anaona hata afya yake inaanza kupungua. Maini anaanza kupata shida, figo zinaanza kupata shida, lakini haachi bwana, haachi bwana. Hata akimeza dawa anapambana, Mungu wangu, hizi dozi zitaisha lini? Anahesabu lini zitaisha, ili arudi wapi? Pale. Nini kinachomsumbua? Asili. Paulo, nini kinachomsumbua? Asili. Ameokoka, ni mtu wa Mungu, lakini lile analolipenda halitendi, lile asilolipenda ndilo analolitenda. Si, si rahisi kumwachisha kijana hapa tabia ya, ya wanawake tangu akiwa wa mdogo. Kaka zake walikuwa wanamtuma kwenda kuita vidada niti, ule mdada pale, na anajua nini kitaendelea. Mbegu, mazingira. Uebrania wa Uebrania, si rahisi kama baba yake naye alikuwa hivyo hivyo, si rahisi. Sema Mungu tusaidie, sema Mungu tusaidie. asili inaweza kuharibu misingi. Paulo ameitwa ni mtumishi, Paulo ameitwa ni mtume tangu kuzaliwa kwake, lakini anageuka kuwa muuaji wa mitume. Mungu utusaidie kinachofanya awe muuaji wa mitume ni kitu gani? Asili na misingi aliyokuwa nao ya Kiyahudi. Uyahudi unafundisha kwamba jino kwa jino, panga kwa panga. Anasimamia Stefano kuuawa na mitume wengine kuuawa, anaona raha, kwake ni fahari, anaona anapigania, anapigania dini yake, lakini mwishoni kinampa shida. Hata baada ya kuokoka mbegu ya dhambi inakaa ndani yake na ilimletea shida za aina mbili.